Jenerali mwandamizi wa jeshi la Urusi, meja jenerali Yaroslav Moskaliki, ambaye ya alikuwa naibu mkuu wa operesheni wa kikosi cha mkuu wa jeshi la Urusi, ameuawa Ijumaa asubuhi baada ya bomu lililowekwa kwenye gari kulipuka katika eneo la Balashika, nje kidogo ya mji wa Moskow. Kwa mujibu wa kamati ya upelelezi ya Urusi, kifaa hicho cha mlipuko kilikuwa kimejazwa vipande vya chuma ili kuongeza madhara. Gari hilo liliteketea kabisa likiwa limeegeshwa karibu na majengo ya makazi ya ghorofa. Mashuhuda walirekodi tukio hilo wakionyesha mabaki ya gari lililoungua. Kifo cha Moskalki kinaongeza idadi ya maafisa wa juu wa kijeshi wa Urusi waliouawa katika miezi ya hivi karibuni. Desemba mwaka jana, Luteni Jenerali Igor Kirillov aliyekuwa kamanda wa kikosi cha ulinzi wa mionzi kemikali na biolojia cha Urusi pia aliuliwa kwa mlipuko ambao Urusi iliwatuhuma afisa maalum wa Ukraine kuhusika. Wakati huo huo, jeshi la anga la Ukraine limeripoti kuwa Urusi ilirusha drones mia moja na tatu katika mashambulizi ya usiku kucha yakiua watu watatu katika mji wa Pavlohrad, eneo la mashariki mwa Dnipro. Gavana wa mkoa huo Seril Lisek alisema mashambulizi hayo pia yalisababisha moto katika maeneo kadhaa. Mji wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine pia ulishambuliwa, ambapo meya Ihor Terekov alithibitisha kuwa majengo ya watu binafsi yameharibiwa. Hata hivyo, jeshi la Ukraine lilieleza kuwa Urusi haikutumia makombora usiku huo, bali ilitegemea mashambulizi ya drones pekee. Naye waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema kuwa Moscow iko tayari kufikia makubaliano ya amani na Marekani ili kumaliza vita, lakini baadhi ya vipengele vya makubaliano hayo bado vinahitaji kufanyiwa marekebisho. Akizungumza na kituo cha CBS News, Lavrov alitetea mashambulizi ya Urusi akisema wanashambulia malengo ya kijeshi au maeneo ya kiraia yanayotumiwa kwa shughuli za kijeshi, licha ya shutuma nyingi kwamba Urusi inalenga raia kwa makusudi.